Basi kabla ya kuzidi kusonga mbele zaidi katika sehemu ya mia moja, anachukua nafasi yake ebana. Haya ni kati machache ambayo tunakwenda kuwatazama katika picha safi, inaitwa naga baravi tunesambamba. Basi hivi karibuni inatoka na tutakuwa nayo, basi ni wewe tu. Tunaposema hivi karibuni, tunamaanisha kwamba ni wiki ijayo tutaanza kuidondosha hii. Ni wewe tunicheki kwa 0658 967551 weza kujipatia kitu ya nguvu, kitu safi kabisa, wanaitanagabaravi. Haupasu kabisa kupitwa na hii basi basi, twende sawa sambamba ziri. Haya haya, chekie mambo. Mambo ah, bonge picha moja kari sana, ni vita kubwa baina ya mama na binti baravi. Mama anakataa binti hasichukua nafasi yake, rido hivyo binti ana nafasi kubwa kwa sasa, na miungu ya nyoka imeshamchagua na ana kazi ya kutafuta kitabu cha kichawi, kitabu chenye nguvu kubwa sana za kichawi. Aenda 159 bado tupo na, baro na lagna. Shimbawa lagna, shimbawa lagna, basi karibu katika sehemu ya 159 na hapa ndipo tunapoianza

Kama ungeri msikiliza uyu mama na uyu binti basi kila kitu kini kuwa sawa. Hey, unamlamu nani sasa? Kingekuwa sawa, unamlamu nani sasa? Daktari, namana hamna njia nyingine? Labda sa... miujiza wa Mungu. Labda eh, Mungu Tatizo sipati sirialifikilia itakwaje sasa. Akasema sawa, kama nimeujiza Mungu, mimi niko tayari kufanya namna yote, na Mungu asaidie kwa hili. Simeujiza Mungu mama siripati anachokea muni kumbeba lagn. Mama alimbeba binti lagna gontamaka ulizo nampeleka wapi? Akasema anampeleka pale ambapo mungu ataweza kumsaidia lag mpaka abontika. Kashangaa ni wapi sasa, kumbe amemrudisha nyumbani, kamleta mpaka nyumbani, mbele ya sanamu la mungu wao wanakuabudia. Wendo kila kitu mama. Wendo kila kitu katika maisha yetu. Tazame huyu binti. Basi wakati wa familia nayo na ilifika hapa. Weza kumwona siripati kamleta binti na anafanya maombi. Najua hautopenda kumwona binti ya hali yake na kwa kama hivi ya mateso.

mimi ni mbaya katika maisha yake na sasa binti nimemleta hapa mbele ya Mungu aweze kumsaidia na namuombea. Anaona Mungu hapa. Na hatakiwi kabisa kumwacha binti akipata maumivu kiasi hiki.

Mama. Shurjo. Sir Dave alichukua moto akamwita kijana wake Sorchunjo. Aibochi. Karibu yangu njo. Ki korcho ki bodo boma. Inakuja tena mkoe. Dadu bhai ki kenu dakcho. Kwa nini unamuita mjuku wangu? Tabe ma. Nataka tufanye maombi pamoja. Mashingo baini. Tunataka tushirikiane kufanya maombi kwa mashingo maini. Ha, Shurjo ardhi korbe. Sorchu? E, ndio, Sorchu, lazima ni pia shiriki. Tse. Mashingo baini. Mungu anamhitaji pia na Sorchu, aje kufanya maombi juu ya mwenzake. Yes moja ya rafiki. Yani Yes ni rasi, rafiki. Yaani yes, yes ni sehemu rafiki au ni moja ya kwake yeye. Sorchu. Jo. Mama alimuita mtoto wake Sarju. Bibi anasema lakini bibi anasema sihitaji kuona mjukuu wangu anasogea hapo. Inamaana mpaka Sarju kufika hapa utoe ruksa, eh?

na ulifika nyumbani ukatuambia kila kitu kipo sawa. kwa nini sasa unamkataza Solchu? Ah, lakini hatukukubaliana hayo kwa sasa hivi. Solchu, mi ni mama ake. kwa nini sasa namkataza Solchu? hasije kwa mamake Solchu. njoo kwangu basi. mama alimwita kijana wake Solchu, washirikiana fanya maombi kumwambia binti Lagna, anachomwa sindano nyingine ebana dokta anafanya kazi yake huku mama na mtoto wanafanya maombi, lakini pia Vivaa mke wake na Rutin anashirikiana nao kufanya maombi pamoja, wanasaidiana naye mama Gontama anachokiomba binti Lagna aweze kuwa salama, awe mzima, maana ni maisha ya mjukuu wake Sorochu. Kwa hiyo lazima binti Lagna apone. Sasa Abontika yeye hahusiani kabisa na vitu hivi, yeye ni shetani. Ilibidi taratibu asogee upande pili, maana pale mbele alipo ni tatizo. Kwa upande wake Yesi binadamu wa kawaida -ka Dokta, vivipi hali yake? Ndio, tunaangalia kwanza hali yake, binti anaonekana kutabasamu kwa mbali, yani ni mtu aliyemzima. Lag na kafungua macho, alifurahi sana, nokuru da binti yake ni mzima <laughs> Na alimshukuru sana Mungu <laughs> eh, mashingo maini. Sasa, Kee kuntalaka shanga maana binti amepona kawa mzima. Sasa saluchuri bide umbe samahani kwa binti. Anasema samahani sana, umekukosea anajua kamukosea kwa arimuombe samahani kama vile

Basi anahitaji kumbeba Lagna na kumpeleka chumbani kwake, hataki msaada wa mtu woyote yule. Mama alimbeba binti Lagna kuri unno Lagna, lakini sijui kama utakumbuka yale ambayo nimekutisha. Alipogeuka aliweza kumuona Rudra na mtazama sasa sijui kama Rudr atakuwa anamtilia mashaka huyu Hii, butu, na nini nanitazama huyu au ananishuku mimi Barbarik. Takuwa kuna kitu amkihisi kwangu lakinisiza kama takuwa ananijua nani. Nini kinafuata katika episodi safi kabisa ya 160 tende sambamba akiwa 159 hapa ndipo tumemaliza. Tunakwenda kuunganisha 160 basi, kama kawa, nakwenda kufahamu ni kwa nini Rudra anamtazama sana pisha chini. Abontika ameanza kumuhisi kama vile mwenyewe Abontika alivyosema katika nafsi yake, labda Rudra anamuhisi basi. Yote ni 160 tutakwenda kufahamu, lakini pia hali ya binti Lagna itaendeleaje na ataishi hapa ama atakuwa na hofu kama vile Abontika alivyomtisha Lagna hasiendelee kukaa katika hii nyumba. 160 chao